Karibu katika channel yako pendwa ya katika video, leo nitakwenda kuonyesha jinsi ya kuweza ku apply for TIN, jinsi ya kuweza ku sign up au kupata TIN number yako online, lakini baada ya hapo pia nitakwenda kukuonyesha hatua zingine ambazo ni muhimu unapokuwa na TIN yako. Hatua ya kwanza kabisa application ya TIN, utaingia katika website ya taxpayerportal.tra.go.tz. Baada ya pale utachagua aina ya TIN ambayo unataka kuomba kama ni individual registration utagusa hapa na kama ni entity registration au or organization utagusa hapa. Kwa hiyo kwa individual registration utagusa hapa. Baada ya hapa utachagua njia ambazo unataka kuombea kama ni using national identification number. Kama una kitambulisho cha taifa au NIDA basi utatumia njia hii ya kwanza, lakini kama huna kitambulisho cha taifa utatumia njia hii ya pili. Katika <laughs> njia hii ya pili sasa utagusa hapo, alafu utambua, please choose individual TIN application category, individual non business TIN application. Kama unaitaka kwa ajili ya non business utagusa hapa, na kama unataka kwa ajili ya business utagusa hapa. Kwa kwa yule ambaye ni non business utabonyeza hapa neno continue. Kwa wewe ambaye hauna TIN hauna namba ya NIDA. Baada ya hapo, utakuja utajaza fomu hii kama jinsi inavyoonekana. personal information, hapa utajaza jina lako, utajaza jina la pili hapa, utajaza jina la tatu, utaweka tarehe yako ya kuzaliwa, utachagua nationality, we ni nchi gani, utaweka namba za simu ya kwanza, namba ya simu ya pili, utaweka email yako, utaweka PO box, utachagua postal city utachagua type of ID, kitambulisho ambacho unacho, kama ni voter ID, kama ni driving license au passport au letter ya local government authority au Zanzibar ID, utachagua hapo aina ya kitambulisho ambacho unacho, utajaza namba yake hapa, then uta upload file, uta upload file au hicho kitambulisho chako, utaweza kuki upload hapo. Baada ya hapo, utabonyeza neno next, itakuja residential location, mahali ulipo. Baada ya hapo, utaenda reason for TIN application, sababu ya kuomba TIN then utamalizia declaration. Baada ya hapo, utaweza kupata team yako bila hata kuwa nida na namba ya nida. Na hiyo ni kwa wale wa non business, na kama ni business utagusa tu neno hapa ili uweze ku continue, na taarifa ni zile zile, utajaza taarifa zako zile zile, ila hapa kwa ajili ya business, basi utakuja kwenye spouse detail, utakuja kwenye trending name, business location Landlord information business business detail detail economic activities bank business consultant applicant declaration. Utajaza taarifa zako zote, na kwa wewe ambaye una, una namba yako ya NIDA basi utajaza njia hii, utaweka namba yako ya NIDA, utaweka namba ya simu uliyotumia wakati wa usajili wa NIDA. Kama hauna namba ya simu uliyotumia wakati wa usajili wa NIDA, basi utaulizwa baadhi ya maswali kuhusiana na NIDA yako Utaweza kuyajibu maswali yale ili kuweze kuverify mida yako. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, ngoja tuende ku login halafu alafu nikuelekeze kitu kingine ambacho ni muhimu. Kwa hiyo hapa sasa utakapokuja ku login namna hii, labda uta login katika akaunti yako namna hii. Utakapo login katika akaunti ya non business akaunti hii niliyoifungua hapa ni akaunti ya non business, kwa hiyo utakwenda kuangalia akaunti hii ya non business TIN application. Akaunti hii ni ya non business. Sasa hapa mfano ukija hapo sehemu hii ya dashboard, kuna sehemu hii ya kuchange TIN kwaho, kama TIN yako ilikuwa ni non business na unataka kuichange kuwa business, basi utaweza kuibadilisha tu hapa hapa bila tatizo lolote. Utaweza kuibadilisha kirahisi. Baada ya hapo, utakuja tu kujaza employment sponsor details trending name business location, utajaza zile taarifa za business. Baada ya hapo, unakuwa umeweza kukamilisha kujaza taratibu zote na utaweza kupata tini yako kama ilivyo kawaida, lakini pia unaweza ukadownload, kama sehemu hii unapoona download tin certificate, ni sehemu ambapo una download certificate yako ya online copy, ta download online copy sehemu hii